Hapo tumetoka ndani ya kikao kimoja, ni kwamba mheshimiwa waziri ameweza kutuma timu ndani ya nchi yote, ili kuweza tayari kufanya uh, pepiniere ya ya, ya mlimo ambao unadumu yani kakao, kahawa na mambo mengine. Hapo sasa ndipo tunaweza kutarajia kwamba uh, watu wote wamekuwa na urahisi wa kuweza kupata mbegu, na hapo ndipo tutaangalia kipi kinaendelea, lakini timu tayari zimeweza kutumwa ndani ya nchi yote, ili nchi yote waweze kukamata mpango huu kama wao na ndipo tutaona kama mazao yataenda namna gani. Baadhi ya wakulima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tumezungumza nao walikuwa na maoni tofauti. David Sangwa ni mkulima kutoka jimboni Kivu Kaskazini. Leo hivi tunaanza pata mambegu kwa bure, vile tulianza kuuza, tuko na angaika, unajikuta uko na shamba ya munene, membegu inaokia kiloko juani na manki ya makuta me serikali yetu na hii gunani hii organization yao banaleta tutusaidia sana hivyo, tupaisha mambeku itatusaidia sana si ni kulima tu tunapanda do ni kitu kimoa kizuri sana kile kitatusaidia si bali maji nasi kuendelea pasik hatotekalaka mpaka tuuna depandre na bintu vya inji hapana. Kwa kusema bantu bakule bien bapate bunga bapate matomate vitu kani ifo baende inji alor, hiy organizasyon hivi banasea atanzo tusaidia, itakuwa kintu kimua kizuri sana. Na ikiendelea hivi e, kui miaka miaka ine tano ya kumbele itatufasi si mzuri sana jua tuanza tena kutegemea inje, tanza shi yenyewe taanza kuprodwiri humu bunga nini bitu vyote taanza produire humu bajikazetu sanatatupaisha tena na kuraa tupasha tena na nguvu ya kulima tena ya mingi sana, kuevolue muii kadri ya kilimo mu nchi yetu porke masiku nakuya, tushanze tena kuangaika bantu baanze kuuza bunga unauza paka umu wetu, vyote tuanza produir shi benyewe humu itatufanya mzuri sana tena sana. Hata hivyo, Bwana Thomas yeye anadhani kwamba kutokana na miradi ambayo iko ya kuwapa wakulima wakubwa wakubwa baadhi ya vifaa vya kufanya navyo kazi na hii inaweza kusaidia kwamba nchi yetu, kama huu mradi unaweza kuendelea namna hivi, inaweza kusaidia nchi yetu isitegemee misaada ya nchi zingine. Unakuja kuona sisi wakulima wenye tuko ndani ya makooperative tunanufaika na miradi ya serikali, na hivyo kama serikali inaweza kuendelea na huo mfumo, vraiment sisi inaweza kutusaidia zaidi kama vile wakulima waulima, e, ndo hivyo vrema, tunaomba serikali iendelee isiishie hapo, kwani tukiendelea na miradi kama na hii, espero kabisa mambo itakuja kubadilika na tutategemea tena nchi zingine. Bahati Anastasia, mkulima mwingine, maji basi anze vitu tena vinarudia tena kumgongo nao vinarudia tena nyuma. Hapana, hivi kisa tupashia mbegu iendelele yetu hivi juu Kongo yetu tunahangaika tu sana chakula ikuya mpaka itoke ingine ingine pei pe umukongo si atuvunaki ingine waraia kwa nategemea. Miaka ijayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina matumaini makubwa kutokana na mipango iliyopo kwenye wizara ya kilimo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa kilimo na usalama wa chakula indo Nzangi Butondo akiwa amesimikwa hivi karibuni kama mkuu wa wizara ya kilimo na usalama chakula waziri wa nchi Mwindo Nzangi Butondo anaonyesha matamanio yake kushirikisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapinduzi ya kilimo ili kufikia usalama wa chakula haraka iwezekanavyo. Hatuwezi kuzungumza kuhusu watu kwanza ikiwa watu hawajala, alisema wakati wa hafla ya kukabidhiana madaraka, akitoa pongezi kwa Felix Chisekedi kwa uaminifu uliotolewa kupitia uteuzi huu wa nne mfululizo wa serikali, huku akikaribisha kazi ya maandalizi iliyofanywa na mtangulizi wake Gregory Muchaila Mutom. Bosi mupya wa kilimo alisisitiza haja ya kuchukua hatua haraka na kwa nguvu, hasa kwa bidhaa za msingi kama mahindi, mchele, maharagwe, mihogo na kadhalika. Mbali na uzalishaji wa chakula, Muhindo Nzangi alikusudia kukuza mazao ya kuuza nje, hasa kakao mawese na kahawa kwa nia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya miaka mitano, nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa kakao duniani. Waziri huyo pia alitoa onyo kwa wamiliki wa ardhi ambao hekta zao zimebaki bila kufanya kazi tutawaita na ikiwa lazima, tutagawanya ardhi hizi ili kuunga mkono maono ya mkuu wa nchi kuunganisha ardhi na maendeleo ya taifa. Kwake waziri huyo, kilimo pia ni kigezo kikuu katika vita dhidi ya ukosefu wa ajira. Kutokana na kilimo tunaweza kutatua swala la ajira kwa rahisi sana. Mapinduzi makali ya kilimo yanaanza leo, alisema Mwindo Nzangi Butondo, waziri wa sasa wa kilimo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazungumzo na Channel Africa, Kasereka, mbunge wa zamani wa Kivu Kaskazini, alisema kwamba kuna matarajio makubwa katika kilimo cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa serikali ya Kongo itazingatia ombi zao. Nataka ni kwamba watupe muda wa kutosha ili yale matarajio tunayo tue au malengo tuweze kuzifikisha kwa mwisho ambacho kinatatiza ndani ya nchi yetu kwa sababu wakati wanatia waziri ndani ya sekta fulani wanamwacha tu mwaka mmoja anaondoka, yule ambaye atakuja kum, kukamata nafasi hataweza kuendelesha malengo ile ambayo alikuwa nayo kwa sababu tumetoka kwa wizara ya ambayo inahusika na vijiji, yani development rural. Huko tulikuwa na mipangilio fulani fulani, lakini tumetoka bado lengo zenyewe hatujazikarimilisha. Hapa ambapo tunakuwa kwa sekta ya kilimo, sasa tumefanya miezi karibu sita na tumeweza kufanya misingi, na kama tukiondolewa hapa bado hatujafikisha lengo kwa ukomo wake au kwa ukingo wake haitawezekana. Ndio maana tunaomba kama serikali itaweza kutukubali waweze kutupatia miaka miwili au mitatu, tukiwa hapa waone kama lengo ambazo tumekuwa nazo labda tunaweza kuzikamilisha au ndoto ambazo tunakuwa nazo kwa sekta ya kilimo, tuone kama zitafikia wapi, kupatana na mpangilio ambao mheshimiwa waziri ameikamata. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchi tajiri lakini imekuwa nchi ambayo mara mingi hutegemea vyakula kutoka nje, wakati na ardhi kubwa ambayo inaweza kulimwa na kuzaa matunda. Hilo ndilo limemfanya waziri wa kilimo kuchukulia na thamani sana suala la kilimo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka Lubumbashi, kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Aspar wa Kilongo Itel.